Usafirishaji bora wa zege ndio kiini cha somo langu kwa leo, mdau wangu wa Mjenzi wa Nyumba TZ. Kama kawaida, ninavyokuambia siku zote, mimi nipo kwa ajili yako. Nisikilize kwa makini ili ujifunze jinsi ya kusafirisha zege kwa ubora. Fanya uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuangalia kwa video zangu kila ninapoziposti. Nisikilize kwa makini sana ili ujifunze jinsi ya kusafirisha zege bora. Sasa hapa kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kuviona lakini kuwa makini kwenye kunisikiliza kwa sababu sina video zake au sina picha zake zitakiwa ni kuonyesha kila nitakachokitaja lakini kwa kuwa sina kwa sasa, basi wakati mwingine nitakapokuwa nimeziandaa nitairudia tena hii video. Hivyo basi hakikisha unakuwa makini kunisikiliza na sio vinginevyo. Kama zege linasafirishwa, hakikisha unazuia jambo hili ucheleweshaji. Hili ndio jambo la kuzingatia. Ili istokee tatizo la segregation. Segregation ni kitendo cha kutengana na vichanganyishi vinavyosababisha uh, upotevu. <coughs> Upotevu wa zege, yani vinavyosababisha upotevu. Hivi kuna somo nimeshalielezea vizuri sana. Kwa hiyo hapa sina haja ya kurudia tena. Haya sasa, tuendelee. Tunaendelea na nini? Na tumeishia kwenye upotevu hapa. Sasa ni kitu gani cha msingi na cha kuzingatia? Kitu ambacho tutakiwa tuweze kuzingatia, uweze kunielewa vizuri. Zege linaweza kusafirishwa kwa kutumia vitu hivi ninavyoenda kutajia. Moja, watu wenye karai au ndoo. Ndoo nadhani wengi ndio wanalijua. Watu wenye torori au unaweza kutumia dampa au beko au skip au hoist, au crane. Pia kuna magari ya kusafirishia zege kuna pampu ya zege, kuna chute, kuna cover. kwa hapa nchini kwetu Tanzania vifaa vinavyotumika kusafirishia zege ni makarai au ndoo hizi, wengi wanazijua, toroli, pia gari za zege mnajua kwa mijini, hizi wanazijua sana, pampu, bekyo na dampa. Wahusika au muhusika ahakikishe kuna njia ya kutoka, ya kutoka sehemu inapochanganyiwa zege hadi pale zege linapotakiwa ambayo itawezesha vifaa vitakavyotumika kusafirishia kuweza kufika bila matatizo. Hata kama ikiwa ni gari inatakiwa iweze kufika mahali panapohitajika zege. Angalizo, pia Formwork isigongwe na vifaa vya kutengenezea isi, isigongwe na vifaa vya kuletea zege, mfano toroli, dampa au gari. Hakisi haigusu kabisa lile box lako. Zege halitakiwi ilikae muda mrefu kabla halijafika sehemu inayohitajika kumwaga, kwa sababu saruji saruji hii ni sementi, au niseme sementi ikishika maji, ukishamwagia tu maji huanza kufanya kazi. Hivyo ni vizuri ifike mapema inapohitajika kumwaga, ili ikianza kuganda igandie sehemu husika. Haitakiwi watu wachanganye zege kisha wakaenda kupumzika au wakaenda kula kulala, kwa hiyo kabla ya kulipeleka sehemu husika, kwa kuwa hadi wamalize kula zege litakuwa lishaanza kuganda. Watakacho kifanya ni kulazimisha kulitoa pale, huku wakiongezea maji wakilainisha kwa maji, sasa huko wakilichemba kwa nguvu. Kwa kufanya hivyo mtakuwa mmeamua kufanya kazi iliyo chini ya kiwango kinacho takiwa. Mkiona mnataka kupumzika au muda wa kula umefika, malizeni zege lililoshikwa, malizeni zege lililokwisha changanywa, kisha mwende kula chakula. Kama nikupumzika basi mpumzike, baada ya hapo mweje, mwendelee tena. Tahadhari ichukuliwe wakati wa kazi ya zege, wahusika wote wavae vifaa vya, vifa, vya usalama, ikiwa ni pamoja na maski ya kuzuia vumbi puani na mdomoni, magambuti yenye chuma mbele, gloves za plastiki, overalli, kofia ngumu, miwani ya usalama, viziba masikio kwa wale walioko jirani na mashine ya kuchanganyia zege. Sasa basi, video inayofuata nitafanua vizuri madhara ya ucheleweshaji wa zege. Kwa hiyo hakikisha unatazama ili ujifunze zaidi. Ili uendelee kujifunza elimu ya ujenzi wa nyumba, hakikisha una subscribe akaunti hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ, na kukumbusha kwamba ninachora ramani za nyumba aina zote. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona, ili uweze kuipata ramani ya nyumba uipendayo, na utaipata bajeti yote ya nyumba yako na kutumia kwa njia ya WhatsApp au email inakufikia popote ulipo duniani. Hapa kwa mjenzi wa nyumba TZ, tunajenga nyumba za aina zote, tunapaua nyumba za aina zote, tunapiga plasta, tunafunga gypsum board, tuna skimu hadi kupaka rangi, pia tunajenga marmaru. Karibu sana uweze kufanya kazi na sisi na upate ushauri bure kabisa kuhusu ramani na ujenzi. Kwa elimu zaidi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare akaunti hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukran.